Tumefanya dua na tunaendelea kufanya dua nah. Na saa hizi tunamkabili Mwenyezi Mungu Rabbul Izzat wal Jalal wa kunyanyua mikono yetu na tunamwomba Mungu asirudishe hmm. mikono yetu sifuri kwenye shingo zetu, ila tunamuomba atukubalie dua hii hmm. kwa kuwa tumemwombea rais wetu hmm. Dr. Dr. Samia Suluhu Hassan Uh, Sharifu hapa amemwombea sana. Alhamdulillah. Na tunawaombea ma makamu wa raisi na tunamwombea waziri mkuu na tunawaombea mawaziri wote na wakurugenzi wote na, na wabunge wote lakini, haswa kwa kuwa tuko Mkuranga hatuwezi mm. tukasahau kumwombea dua eh mbunge wetu naambie ndio waziri wa ujenzi ambaye na juhudi zake zimeshaanza kuonekana hapa mashaallah, natokea Tandika, mashaallah. Basi hapo, alhamdulillah, ujenzi unaendelea, alhamdulillah, kwa haya na mengine aliyokwisha tufanyia Ulega. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ya rabul alamin, amuimarishe zaidi, ampe siha zaidi yeye na familia yake, lakini apendwe ya sana na watu Amin, na apendwe sana na kiongozi wake Raisi Samia Suluhu Hasan, na kama alivyomwamini kwa hikima zake, Mama Samia aendelee kumwamini mpaka hatua za mwisho ambazo Mwenyezi Mungu akijalia anamaliza hii kipindi chake Mama Samia Suluhu, miaka mitano hii anaimaliza

na, na, na, na mshikamano mm, Mungu atujalie tuwe hatuna chuki sisi waislamu dhidi ya wasio Waislamu. Mungu atuondoshe chuki, amin. Sisi waislamu tusiwe na chuki na dhidi ya watu ambao wasio waislamu, ili tuanze kupendana na sisi. Mungu atujalie tuwe wa mwanzo kunyosha mkono wa amani kwa wenzetu, na kama kutakuwa na mtu anaona tabu kutunyoshea amani, tunakumwomba kutunyoshea mkono wa amani, tunakumwomba mwenyezi Mungu mfahamishe mtu ajuwe amani umuhimu wake, ya rabaalalamin, ili tuishi kwa amani na utulivu, ya yarabba lalamin. Lakini Allah, Allah, Mungu, tunakukabili uleja wetu

Mm. Basi ukundi nimefurahi na, lime, na kwa, kwa shukishe, Allah umeniemeza na mambo makubwa unayoandaa na nakuombea Mwenyezi Mungu akuwafikishe yakamilike yakamilike, yeah. Na sisi tukiondoka na umri wetu huu tuache watu kama la, la, la, la. Eh, kwa sababu watu wa, waendelee kupata huduma kwa eh, sababu khairun nasi anfa'hum lin nasi, mbora watu ni mm, yule anawafaa watu la, la. Ndio unafaa wewe. Ndio jambo kubwa. Ah, kabisa. Subhanallah.